kwa mtuma majini kwamba kwa wenye kudhuru moja kati ya zile baadhi mwenye za kuzeka wazi, wanatumia system ya nambaadadi yani mtu anaweza kuchukua fundo kama vile mtume akafunga fundo, akawa anatia nia yake akivivia, usipate kazi huyu, fanye maisha yake hivi, huyu asipendwe na watu, huyu asipende hivi, yani kila na kila fundo ina nia yake ya fi wa na naffathati ni kitu invisible. Hewa ni kitu wakihisi, lakini invisible, hakionekani. Utasikia tu sauti ya hewa, lakini huoni ile hewa, sawa. na ulodilhewa saa naffathati inafuni moja, na naffathati ni tukiangalia Qurani, inna fadhati imetajwa tangu mwanzo. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alipomuumba Nabiyullahi Adam, kitu kilifanya Nabiyullahi Adam awe na uhai, na fanafakha fihi biruhi, fanafakha fihi biruhi. Ile nafsu ndio ina fadhati, ile hewa inayotoka ndio nafsu, atakamuelewa ishi ati paka mtu avivie ilepuza maana ya ndani. Ni kwa hizi sharti, ni sharti za ruhia, ni mambo ya kiroho. Wakati mchawi au dhalim anamfanya wewe baya, hafanyi kwa mwili wako, huwa anafanya kwa yani, roho yako, yana anapiga ile roho, ndio ikawa mkuu kwa kufanya machafu ni wakati wa usiku, sio mchana kwa sababu mchana wewe roho yako iko na mwili wako unatembea nayo usiku wewe ukilala kwa ushahidi wa aya mwenyezi mungu subhana wa, wa taala roho zinemkana na mwili roho inakuwa nje na mwili kwa hivyo ndio wakati wa usiku hao maanana vatati ni kuaana zikija zile roho abili mwili sasa ile roho yako ikiwa iko mbali na mwenyezi mungu mbali wakati wakwa kabisa